Rais wa mpito wa Burkina Faso, Ibrahim Traore amepiga marufuku uagizaji wa nguo za mitumba kutoka Maghreb ili kukuza viwanda vya ndani na fahari ya kitamaduni. Uamuzi huu unalenga kulinda wazalishaji wa ndani, kuhimiza ujasiriamali na kukuza kujitosheleza kiuchumi huku ukishughulikia masuala ya afya na athari za mazingira. Hata hivyo inaweza pia kuathiri uwezo wa komodu na upatikanaji kwa wananchi. Rais huyo wa mpito Burkina Faso Ibrahim Traore amepiga marufuku hiyo uagizaji wa, wa nguo za mitumba kutoka Magharibi ili kukuza viwanda vya ndani na fahari ya kitamaduni. Uamuzi huu unalenga kupunguza ushawishi wa Magharibi huku ukiimarisha uchumi wa taifa. Marufuku hiyo ya nguo za mitumba ni sehemu ya mpango mpana wa kudai uhuru wa Burkina Faso na utambulisho wa kitamaduni dhidi ya ushawishi wa Magharibi. Hatua hii inaashiria mabadiliko kuelekea kukumbatia mila za kienyeji. Utawala wa rais huyo pia umetekeleza mageuzi mengine muhimu kama vile kupiga marufuku wigi kwa mawakili mahakamani na kubadilisha majoho ya kikoloni ya mahakama na mavazi yaliyochochewa na Afrika. Hatua hizi zinaonesha kujitolea kwa urithi wa kiasili. Uagizaji wa nguo za mitumba, unaojulikana kama mitumba au okrika, una mizizi katika mtindo wa haraka na ongezeko la taka za nguo kati ya nchi za Magharibi. Utaratibu huu ulikuwa biashara iliyopangwa barani Afrika kufikia miaka elfu moja mia tisa na tisini. Mjadala kuhusu uagizaji wa nguo za mitumba barani Afrika unaangazia hoja muhimu za kupiga marufuku au kuweka kanuni. Kulinda viwanda vya ndani na kuhimiza ujasiriamali ni muhimu kwa ukuaji wa uchumi. Kulinda viwanda vya nguo vya ndani ni muhimu kwani nguo za bei rahisi zilizoagizwa zinaweza kudhoofisha wazalishaji wa, wa ndani na kusababisha upotezaji wa ajira na kukwamisha maendeleo ya kiuchumi. Uzalishaji wa nguo, uzalishaji wa ndani ni muhimu kwa kujitegemea. Kuzuia uagizaji wa mitumba kunaweza kukuza ujasiriamali wa ndani kwa kukuza biashara za mitindo zinazoakisi utamaduni wa Kiafrika. Ukuaji huu katika viwanda vya ndani huzalisha ajira na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Lakini pia nguo za mitumba zilizoagizwa zinaweza kuwa na hatari za usalama, kwani mara nyingi hushindwa kufikia viwango vya afya Kukuza uzalishaji wa ndani kunaweza kuhakikisha kufuata kanuni za usalama na udhibiti wa ubora. Kuhimiza uzalishaji wa ndani kunaweza kupelekea mazoea endelevu, huku kukishughulikia utegemezi wa kiuchumi kwa nguo zilizotumika zilizoagizwa kutoka nje mabadiliko ya mabadiliko haya yanaweza kuimarisha uchumi wa ndani na kukuza ustahimilivu dhidi ya kuya kuyumba yumba kwa soko la kimataifa uzalishaji wa nguo wa ndani unaweza kujumuisha vifaa rafiki kwa mazingira na mazoea ya haki ya kazi kukuza tasnia ya mitindo yenye maadili zaidi maendeleo haya ni muhimu kwa mifumo endelevu ya mitindo. Nguo za mitumba hutoa uwezo wa kumudu, kuruhusu watumiaji katika jamii zenye kipato cha chini kununua nguo bora kwa bei ya chini. Upatikanaji huu ni muhimu kwa watu wengi barani Afrika. Aina mbalimbali za mitindo zinapatikana kupitia nguo za mitumba, huwapa watumiaji ufikiaji wa mitindo tofauti. Hii inaweza kuelekeza mitindo wao binafsi kwa bei nafuu. Kuingiza nguo za mitumba ni chaguo endelevu zaidi kuliko mtindo wa haraka, kunapunguza kwa kiasi kikubwa athari za kimazingira kama vile matumizi ya maji na uchafuzi wa kemikali. Zoezi hili linakuza uchumi wa mzunguko kwa kuhimiza matumizi tena baada ama badala ya utupaji. Mavazi ya mitumba huwezesha ubadilishanaji wa kitamaduni, kuchanganya mitindo na hadithi kutoka mikoa mbalimbali na hivyo kuathiri mitindo ya hapa na kuunda mitindo ya kipekee. Mashirika mengi katika biashara ya nguo za mitumba hutoa faida kwa sababu ya hisani kusaidia elimu, huduma ya afya na miradi ya maendeleo ya jamii katika nchi zinazoagiza. Kupiga marufuku uagizaji wa nguo za mitumba kunaweza kukuza viwanda vya nguo vya ndani na uundaji wa nafasi za kazi, lakini inaleta changamoto katika kuhakikisha nguo za bei nafuu zilizotengenezwa ndani kwa kila Mtazamaji wetu wa Master TZ Land TV, nikukumbushe tu, kama bado ulikuja subscribe kupitia account hii ya Master TZ, basi bonyeza kitufe kimeandikwa subscribe, na ndipo utakuwa wa kwanza kabisa kupata taarifa zote kutoka hapa Master TZ.